Sasa nikikosa kazi katika fani yangu, nina leseni ya lori. Je, naweza kufanya kazi kama dereva wa lori? Anasema sasa, ili kufanya kazi kama dereva wa lori Ujerumani, baada ya kufika Ujerumani, unahitaji kubadilisha leseni yako iwe leseni ya Kijerumani. Baada ya kuibadilisha kuwa leseni ya Kijerumani, unaweza kufanya kazi kama dereva wa lori ikiwa uwezi kupata kazi katika fani yako kwa mfano unaweza kufanya kazi kama meneja wa vifaa vya gala katika kampuni hizi za usafirishaji. Cheo chako katika kazi utakayofanya kitakuwa cha kitaalamu, yaani si lazima ufanye kazi katika fani yako mwenyewe. Yaani fani hii utakayofanyia kazi inaweza kuwa kwa mfano, usimamizi wa ofisi au msimamizi mkuu. Inaweza kuwa usimamizi wa maudhui ya vyombo vya habari, kwa mfano, mtaalamu wa wateja, yaani mtaalamu wa wateja au meneja wa biashara. Bila shaka unaweza kufanya kazi katika fani hizi na zinazofanana. Tazama, hapo awali, kabla ya sheria hii, sheria ya zamani ilikuwa na sharti la kufanya kazi mwaka mmoja kwenye kampuni hiyo na miaka mitatu katika sekta hiyo hiyo, lakini sheria hii ya uhamiaji wenye ujuzi kwa wageni itwayo Einwanderungsgesetz iliyotiwa saini tarehe 29 Machi 2023 na kuchapishwa katika gazeti rasmi tarehe 18 Agosti 2023, iliondoa marufuku haya yote. Mtu yoyote anaweza kufanya kazi katika kampuni yoyote anayoitaka katika nafasi yoyote, mradi tu ana sifa. Kwa hivyo unaweza kufanya kazi katika fani tofauti. Unaweza pia kufanya kazi kama dereva, mradi una sifa. Unaweza kufanya kazi hizi, hakuna shida.